Hebu fikiria kujaribu kutumia maneno kuelezea kila tukio katika filamu, kila noti katika wimbo wako na upenda, au kila mtaa katika mji wako. Sasa fikiria kujaribu kuifanya kwa kutumia nambari moja na sufuri pekee. Kila wakati unapotumia mtandao kutazama filamu, kusikiliza muziki au kuangalia maelekezo, hivyo ndivyo kifaa chako kinafanya kwa kutumia lugha ya binary code. Kompyuta hutumia binary code kwa sababu ni njia ya kuaminika ya kuhifadhi data. Kwa mfano, kumbukumbu kuu ya kompyuta imeundwa na transista ambazo hubadilisha kati ya viwango vya juu au vya chini vya volti, kama vile volti tano na volti sufuri. Volti na wakati mwingine hubadilika badilika, lakini kwa kuwa kuna chaguzi mbili tu, thamani ya volti moja bado ingesomwa kama chini. Usomaji huo unafanywa na kichakataji cha kompyuta kinachotumia hali ya transista kudhibiti vifaa vingine vya kompyuta kulingana na maagizo ya programu. Ubunifu wa mfumo huu ni kwamba mfuatano wa binary code uliotolewa hauna maana iliyoamuliwa kimbele yenyewe ya badala yake kila aina ya data imesimbwa kwa binary code kulingana na seti tofauti ya sheria. Wacha tuchukue nambari katika nukuu ya desimali ya kawaida, kila tarakimu inazidishwa na kumi iliyoinuliwa hadi thamani ya nafasi yake, kuanzia sifuri upande wa kulia. Kwa hivyo 84 katika umbo la desimali ni 4 times 10 to the 0 plus 8 times 10 to the first. Ubainishaji wa nambari ya binary code hufanya kazi vivyo hivyo, lakini kwa kila nafasi kulingana na mbili iliyoinuliwa kwa nambari fulani. Kwa hivyo 84 ingeandikwa kama ifuatavyo. Wakati huo huo, herufi hufasiriwa kulingana na sheria za kawaida kama UTF-8 ambazo huteua kila herufi kwa kikundi maalum cha mifuatano ya binary code ya tarakimu nane. Katika kesi hii, 01010100 inalingana na herufi T. Kwa hivyo Unawezaje kujua ikiwa mfano fulani wa mlolongo huu unastahili kumaanisha T au 84? Kweli huwezi kuona mfuatano peke yake, vilevile huwezi kujua kile sauti da inamaanisha kwa kuisikia kwa kutengwa. Unahitaji muktadha ili kujua kama unasikia Kirusi, Kihispania au Kiingereza, na unahitaji muktadha kama huo kusema ikiwa unatazama nambari za binary code au maandishi ya binary code. Nambari ya binary code pia hutumiwa kwa aina ngumu zaidi za data. Kila fremu ya video hii, kwa mfano, imeundwa kwa mamia ya elfu ya pikseli. Katika picha za rangi, kila pikseli inawakilishwa na mifuatano mitatu ya binary code ambayo inalingana na rangi msingi. Kila mlolongo husimba nambari ambayo huamua ukubwa wa rangi hiyo mahususi. Programu ya kuendesha video husambaza taarifa hii kwa mamilioni ya fuwele za umajimaji kwenye skrini yako ili kutengeneza rangi tofauti unazoona. Sasa sauti hii imehifadhiwa katika mfumo wa jozi kwa usaidizi wa mbinu ya ubadilishaji wa msimbo wa mapigo. Mawimbi ya sauti yanayoendelea kuwekwa kidijitali kwa kuchukua picha za amplitude kila baada ya milisekunde chache, zimerekodiwa kama nambari katika mfumo wa nyuzi za binary code, zikiwa na nyingi kama elfu arobaini na nne kwa kila sekunde ya sauti. Zinaposomwa na programu ya sauti ya kompyuta yako, nambari huamua jinsi kasi ya koili kwenye spika zako zinapaswa kutetema ili kuunda sauti za masafa tofauti. Yote hii inahitaji mabilioni na mabilioni ya bits, lakini kiasi hicho kinaweza kupunguzwa kupitia muundo wenye ujanja wa ubanaji. Kwa mfano, ikiwa picha ina pikseli 30 zilizo karibu za nafasi ya kijani, zinaweza kurekodiwa kama kijani 30, badala ya kusimba kila pikseli kando, mchakato unaojulikana kama usimbaji wa urefu wa muda. Miundo hii iliyobanwa yenyewe imeandikwa kwa msimbo wa binary code. Kwa hivyo binary code ndiyo muhimu zaidi katika kompyuta, si lazima. Kumekuwa na utafiti katika kompyuta za utatu zilizo na mizunguko katika hali tatu zinazowezekana na hata kompyuta za quantum ambazo mizunguko yake inaweza kuwa katika hali nyingi kwa wakati mmoja, lakini hadi sasa hakuna kati ya hizi zilizotoa udhabiti sawa wa uhifadhi wa data na usambazaji. Kwa hivyo kwa sasa kila kitu unachoona kusikia na kusoma kwenye skrini yako hukujia kama tokeo la chaguo rahisi la kweli au sivyo lililofanywa mabilioni ya mara. Je, Uko tayari kuendelea kujifunza? Tazama video hizi ili kupima kile unachofikiri unajua au jifunze zaidi kuhusu usichokijua. Jisajili na uwe na hamu.